Kwa jina anaitwa Hamisi Hidi Kabwasa, ni mtumishi kutoka Tanga. E, nilipotelewa na vyeti vyangu vya e, kitaaluma, cheti cha form 4 na cheti cha form 6. Kwa hiyo juzi nilipata taarifa kupitia mtandao wa kijamii kwamba baraza la mitihani NECTA watakuwa hapa, wako hapa kwenye viwanja vya SabaSaba. Kwa hiyo nilitoka Tanga nikaja, e, mpaka Dar es Salaam thelathini ee, nikawa nimefika hapa kwenye mabanda la, la NECTA ee, nikawaelezea kuhusu e, kadhia yangu ya kupotelewa na vyeti, kwa sababu niliona mmoja katika huduma ambazo wanazitoa katika banda hili. Walinipokea vizuri na kiukweli, e, mchakato ule unafanyika ndani ya muda mfupi na kwa urahisi kabisa kupitia e, e, online application. Kwa hiyo nilifanyiwa application kwa hapa. Uh, baada ya kufanya application ambao ni tarehe thelathini, tarehe moja ambao ni leo uh, nimekuja kuchukua vyeti vyangu na nimeshakabidhiwa. Kwahiyo natoa rai kwa uh, wenzangu wengine mikoani na Dar es Salaam, kama na mtu ana changamoto ya vyeti, umepotelewa, vimeungua au mepata changamoto nyingine yoyote, uh, basi afike katika banda la SabaSaba la NECTA kwa ajili ya kupata huduma, kwani huduma inafanyika uh, kwa uharaka sana. Uh, ndani ya siku moja mimi nimeshapata vyeti vyangu.